Hapa simu au nini? Ameshaibiwaga wakati umeibiwa, alafu mwizi wako ndo yule una, unasemaje ulivyoibiwa mwizi? eh jamani, mwizi! Jamani, umeniibia mwizi! Jamani, mwizi! Jamani! Jamani, mwizi! ndo hivyo eh, eh? eh? Tunafanyaje? kwani unatoa sauti, ni sauti ya vita Unajua, kuna sauti ya vita, maanake kuna kitu kimetokea. Sasa ni sauti ya vita, na ile sauti inaleta ambushi, yaani ile kitendo cha kutoa ile sauti, anashtuka pap. Tumelewana eh? hata mtoto mdogo anaweza akamsema, mwizi huyo mwizi, akakimbia. hata mtoto mdogo aki. Tunapokemeaga mapepo, tunafanyaje? Pepo toka jamani eh? si utoke jamani wewe. Tunafanyaga hivyo eh? Unafanyaje? Yaani, hata kama ni mwanamke sauti inatoka bezi. Toka bwana! <laughs> Yesu asifiwe sana. Sasa hizo tunaita ni sauti za vita jamani. Bwana Yesu asifiwe sana, na sauti hizi zina imani ndani yake na Mungu anatumia sana sauti kuleta ushindi katika jina la Yesu. Sema mina kama unanielewa. Ndio maana kuna mahali Mungu anasema pigieni kelele, kelele tu zina zinawapiga maadui kelele tu. Sasa kuna sauti za imani za vita eh. Nakumbuka miaka ile nyuma Idi Amini akifa, akifa mimi siwezi kulia tunakimbia kulia. mchaka mchaka chi wakapo sasa enzio nw sasa hivi amwezi elewa mambo huko zamani tulikuwa tunapiga mchaka mchaka, <laughs> <Wakapo nakumbuka enzio? laughs> mchaka, mchaka asubuhi tunaimba nyimbo za, za za kutia moyo wakati wa vita wakati ya vita Idi Amini. mchaka mchakamchaka chinja eh, eh. Ya, ya yaani tunamwishi Idi Amin ya akifa, kwani Idi Amin alishindwa? Hajashindwa, nyimbo za ushindi. Sema Amina kama unanielewa na kuandaa kwa sababu mpendwa, ukishaokoka maisha ni vita. Narudia tena, ukishaokoka maisha ni vita. Unajua, wakati mimi nilipookoka nilifikiri tambarare, na nikaambiwa li, li, kwa Yesu tambarare nani kwake Yesu kwa kwa ni tambarare. Mimi ule wimbo mimi siutaki, kwa sababu toka nimeokoka ili niweze kuishi maisha ya ushindi, ndi vita. Ukitaka ndoa yako endelee mbele, pigana vita. Ukitaka uchumi wako endelee mbele, pigana vita. Ukitaka maisha yako awe na afya njema, pigana vita. Sema amina kama unanelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa shida kubwa ya walokole wengi, hawaishi maisha ya vita tunavyozungumza swala na maombi. Maombi ni uwanja wa vita, ni uwanja wa kiroho wa vita katika ulimwengu wa roho. Maombi ni uwanja wa vita wa kupigana vita vya kiroho katika ulimwengu wa roho. Na wapendwa, ili ushinde kama mtu aliokoka, lazima upigane vita vya kiroho. Masikitiko ndio nayo Watu wengi hawatumii maombi kama uwanja wa vita. Watu wengi wanatumia maombi kama eneo la kuombea ya mahitaji yao walionayo. nzosana mtu yuko pale ururodi, wale ambao wanaomba, samahani kuwasema kuse, kuse, ambama si vizuri, lakini ukiwa pale uh, Filipi ukiwa na pale ururodi, kuna wakati ururodi walikuwepo. Kuna, wali kuna sehemu tu kabisa ukipita, unajua ili eneo ombaomba wanakuwepo, wanaomba chochote, si ndiyo? Kwa hiyo unakutana unakwambia, naomba alafu, sasa mimi, mimi wakati mwingine nikawa challenge saidia, nikamwambia kwani tumesalimiana? Tusalimiane basi kwanza, kwani ufanye tu hivi, tusalimiane. Sema hata habari za saizi, naomba unisaidie wewe, tukiona tusalimiane. Ni mchallenge mmoja, nikamwambia kweli, mimi nina sadaka yangu nitakupatia, lakini tusalimiane kwanza, yaani kukutana na wewe anakuangalia machoni, akiona unani, anakuja kwa mwingine. Ah, sasa tusalimiane kwanza, habari za saizi ndio, hebu naomba basi hata msaada wako. Sikuwa, kuna mtu ananielewa mahali hapa? Sasa watu wamefanya maombi kama sehemu ya kuwa mtu ombaomba, yani hapa watu wanataka mahitaji ya kulia mbele za Bwana, naomba hichi, naomba nyumba, naomba kazi, naomba gari, naomba hichi, naomba hichi, naomba hichi, naomba hichi. Mpendo, haya sio maombi. Na nisema tafsiri, nizungumza hapa tafsiri ya maombi. Watu wengi hawana tafsiri sahihi ya maombi, wanafikiri maombi ni kupeleka nini, yani una mahitaji yako, sasa Mungu mungwe hayo hapo. Ukikosa tafsiri sahihi ya maombi utachelewa sana kupata mahitaji yako, utachelewa sana kujibiwa mahitaji yako. Na ndio maana leo tuna walokole wengi sana wanaomba sana lakini matokeo kiduchu. Sema kiduchu, yaani nimebonyezea, nime mpaka nikasema kiduchu, yaani kidogo. Anaomba sana lakini matokeo ya kuomba kwake ni kidogo. Sasa mimi kanuni yangu ni hivi, tuombe kidogo, tupokee sana na sababu kubwa ni tafsiri ya maombi. Watu wengi hawana tafsiri sahihi ya maombi. Ngoja nikuulize swali moja. Unajua Mungu wakati mwingine natushangaa. Kwa mfano, nimesema hivi, hichi kiti ni cha kwako, ndio pastor, kiti chako hicho hapo, alafu nimeshakupatia, alafu naanza shika hicho kiti, unaanza kuomba kuomba, anza kuomba sasa, unaomba, baba naomba unipa kiti, si si hicho hapo lakini tayari Mungu ameshafanyaje? Tuseme hivi, maombi yetu yote ambayo tunayafanya hapa duniani, kama hatutaomba sawasawa na tafsiri sahihi ya maombi, yataturudia hapa hapa duniani, yataishia hapa hapa duniani. Hakuna matokeo utakayopata, na ndio maana leo walokole wengi wanalogwa, walokole wengi wana magonjwa sugu, walokole wengi wanapita matatizo ya ndoa, walokole wengi talaka wanapeana walikolo wengi wengine walevi wengine wazinzi, tuko nao ndani ya makanisa. Hakuna matokeo ya wao kuokoka kwao, hatuoni impact. Wokovu ni impact. Wokovu ni nini? Ni kukutana na Mungu na kubadilisha maisha yako kutoka hali ya chini kuwa hali ya juu, kutoka hali ya uduni kuwa hali ambayo inaeleweka, katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Unajua, ngoja niwaambie, mimi nilikuwa nimechoka amba. Usinione hivi jamani, Maisha ambayo nimetokea, cha kutumaini sina ila damu ya Yesu. nyam jajua tu ile choko, jom... <laughs> yani yani, umechoka, ile ya kuchoka hasa, sina a wala e, sina a wala yani... <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni siku nilipokujua nini maana ya maombi, kila kitu kilibadilika katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mzako, tafsiri sahihi ya maombi, tafsiri ya watu wengi walionayo, maombi ni kupeleka mahitaji mbele za Bwana, ndio tafsiri hiyo. Tupeleke mahitaji ya nini? Ya makanisa, tupeleke mahitaji ya nini, siyo ya watoto, si ndoa, wa wa si nini? Yaani ni kama tunaongea na mahitaji. Kwa hiyo kichwa, saikolojia imeshavurugwa kwa hiyo sasa, sisi tunaangalia tunahitaji, unakuta mtu kwenye maombi anapiga maombi, anapiga maombi, akanalia anapiga kilio, unasema huyu mtu ameomba, kumbe anasema Mungu wangu, yani yule mwanaume yule, yani jamani, yule mwanaume yule, ule yule mwanaume yule, uui, uui, jamani, sako sina vikoba, anapiga kilio pale, unafikiri ameomba, kumbe hajaomba chochote. Hapo umeshusha stress. Hey, yani kulia <laughs> hey, mtu yoyote akiwa na stress akilia, stress nafanyeje? Hey, hata mimi watoto wangu pale nyumbani akilia, kuna wakati namwacha alie, analia alafu, hmm, ananiangalia <laughs> ananipiga jisho kama anamwangalia, akiona simwangalia, anaongeza ananiangalia tena, akiona si nataka ashusha stress kwanza, akiona nimemkazia macho <mchimu> naambia, basi nyamaza mwanangu <mchimu> haya <mchimu> amna shida, ameshusha tayari, mzigo umeondoka, alikuwa na mzigo. Mungu atusaidie sana hey, yani unashusha stress eh, hey, unashusha nini? Lakini maombi sio hivyo, maombi sio hivyo. Mtu yoyote aliyokoka uhai wake wa kiroho unatokana na, na maombi. bila maombi hakuna kiroho cha mtu kwa hiyo ili uwe na kiroho kilicho hai lazima uwe mtu wa maombi lazima uombe kwa nini maombi ni maisha ya mwanadamu ya kila siku ni mazingira ya uhai na nitoa mfano wa samaki ili samaki aishi lazima awepe kwenye mazingira ya nini ya maji ukimtoa kwenye mazingira ya maji anafanyaje anakufa kwa hiyo sasa ili wewe uende kusurvive kiroho chako lazima ukae kwenye maombi maombi ni maisha yako ya kila siku sema amina tafsiri ya pili maombi ni mawasiliano tunawasiliana nani na mungu kwa hiyo unapoenda mbele za bwana kuomba hauendi kupeleka mahitaji unaenda kuwasiliana unawasiliana na nani na mungu aliye hai sema maombi ni mawasiliano sasa sisi tunafanyaje Halo, baba na sukari e, imesha e, watoto ada e, e, e, sasa baba e, naamini Amen. Nimaliza. Maombi ni mawasiliano, lazima tuongee, si ndiyo? Na mawasiliano lazima yawe pande zote mbili. Kama hujafikia mahali ukaomba ukasikia upande wa pili unasema nini, bado huja mtu wa maombi. Wewe lazima usikie upande wa pili unasema. Mimi kwa mfano, na, naomba kuna wakati natulia, nasikia upande na wa pili unasema nini, Mungu anasema nini na Mungu anapitia roho yake Mtakatifu, anaanza kukuelekeza ndani yako. Roho Mtakatifu sasa anaanza kuomba yeye, yeah, yeah. Sio wewe tena. Kuna mahali unaomba, kuna mahali roho Mtakatifu anaomba ndani yako, sio wewe tena unaomba. Si kama unanielewa ninachosema? Halo, yani kuna mahali wewe ndio unaomba, kuna mahali sio wewe tena unaomba, roho Mtakatifu ndio anafanyaje? Anaomba ndani yako, ndio ile Warumi 8:26, kadhalika roho utuombea kwa kugua kuzoweza kutamkwa. Maanake anafika mahali ro aat ndio anaomba sasa. Watu wengi wanaomba wao, hawajafika kwenye steji ya ro mkatifu anaomba ndani yao, na matokeo yake ni nini? Unaomba mapenzi yako. Ili uombe mapenzi ya Mungu lazima fike mahali roho aombe ndani yako, katika jina la Yesu. Hapo ndipo utapata mawasiliano pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ulimwengu huu wa roho, wachawi na watu wa giza wanaujua vizuri ila sisi wana wa Mungu hatujaweza kujua maombi. Nataka nikuambie, maombi ni uwanja mzuri sana wa vita, wangava umeelewa? Kwa maombi yanakusafirisha katika ulimwengu wa roho, ili uende kupambana, kuintervene, kupambana na chochote ambacho kitakuwa mbele yako, chochote ambacho kitapiga maisha yako, chochote ambacho kitapiga uchumi wako. Maombi ni uwanja wa vita wa kiroho katika jina la Yesu. Wangava naendelewa sasa upo jinsi ulivyo ni kwa sababu ya ulimwengu wa roho Upo jinsi ulivyo ni kwa sababu ya ulimwengu wa roho. Kama una maisha ya kustrago ni ulimwengu wa roho wa, wa giza unakusababisha ustrago. Kama una ugonjwa wowote ni ulimwengu wa giza umepanda ugonjwa kwenye maisha yako. Kama kuna mafarakano kwenye ndoa, jua kwenye ulimwengu wa roho wameshaingilia ndoa yako, wanakupiga, wanakusambaratisha, wana, wana na mume wako kama biashara yako haiendi, jua kwenye ulimwengu wa roho tayari kuna, kuna, kuna vitu vimetengenezwa kusababisha biashara yako isifanyaje. Wakapo wanaanza kunielewa sasa? Yani unachokiona katika mwili hakijaanzia katika mwili, kilianzia kwanza katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nikauliza swali la rahisi, nani ambaye hapitii api, api, vita vya kiroho hapa? Binti yangu, sasa unapitia vita vya kiroho. Umeanza kunielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Yani manake na mi najua binti kama wewe, kuna wachumba wamekuja, wameyeyuka, appointment za hapa na pale, hakuna kitu. Na zaidi wanakuja hata mijitu mingine hajaokoka. Mbona mnaniangalia vibaya jamani? E, mi ni mbobevu wa maombi <laughs> na miaka ishirini na mbili natembea kwenye huduma za maombi na maombezi, wanayeyuka tu. Cha we, unaona ni sawa tu, unaona ni sawa tu, ushatandikwa. Yaani mume wako yupo yupo lakini kwa sababu hujaujua ulimwengu wa roho, yupo mahali fulani, ameshikiliwa mahali fulani. ha wiki kwa jina la Yesu, mabinti wote ambao mjaolewa, hawa wanaume ambao ni halisi wa Yesu, sio wale wa magumashi, sio wale wa kuchonga, sio wale ambao wajaokoka, waliokoka waje kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Unakuta ni kijana ana miaka arobaini hajaoa. Mbona mnaangalia vibaya? alafu unaona hali ya kawaida tu. Sasa rafiki, miaka 40 hujaoa, unapiga 45, unakuja unaoa mtoto atakayezaliwa kwanza atakuita nani? Jaza mwenyewe hapo. Sasa unaitwa babu, ndio utashangaa. Maana huyu mtoto akimaliza tu chuo kikuu miaka mingapi? ishirini na ngapi? ishirini na mbili anamaliza chuo, akimaliza ishirini na mbili chuo kikuu, kazi ya kwanza anaanza akiwa na miaka mingapi? Tena isa, sa, sa, sa, sa, za kazi za mitandaoni mpaka za <gibu> aje apate anaanza kupata mshahara akiwa na miaka 23. 23 tatu, tatu jumlisha 45 ni ngapi? 68. wewe ni, ni baba ni babu. Maisha yetu yamefichwa kwenye ulimwengu wa roho, na leo nataka nikwambie hii ni kuambe, siri nakupatia, na Mungu amenifanikisha sana kwenye maeneo mengi, huduma, kila kitu leo hii, kwa sababu watu wengi wajue ulimwengu wa roho ndio maana maisha yao yanakuwa chini. Sikiza nikwambie, nimefundisha pale kanisani masomo haya. Watu sasa hivi wanamiliki uchumi wa kutisha pale kanisani, akili zimetiwa nuru, wanaona, wanaona biashara, wanaona fursa. Mtu ambaye kwenye ulimwengu wa roho amekamatiwa hapo, hawezi kuona fursa, hawezi kuona chochote, anachoona ni matatizo. Mtu wa ulimwengu wa roho haoni matatizo, anaona ushindi katika jina Yesu. Nasema ona ushindi, nasema ona ushindi katika jina Yesu. Ulimwengu wa roho ndio unasababisha tuwe jinsi tulivyo. Ukiona una furaha kwenye ulimwengu wa roho, wameshapanda roho ya huzuni. Ukiona moyo wako hauna furaha, ni huzuni, ni kilio, ni manunguniko, jua kwenye ulimwengu wa roho, moyo ujua ulimwengu wa roho umepandiwa roho ya huzuni kuna kitu kimepandwa. Sasa wewe, acha kuhuzunika, acha kukaa chini, nyanyuka, sema naingia kwenye ngome ya roho, naingia kwenye uwanja wa vita, lazima kieleweke. Kwa ajili ya biashara yangu, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya ofisi yangu, kwa ajili ya ndoa yangu, kwa ajili ya uchumi wangu, kwa ajili ya fedha zangu, lazima kieleweke, ama za shetani, ama za kwangu. No retreat, no surrender, lazima tupambane mpaka kieleweke. Sema amina kama wananelewa. Unless other way tutafika mbinguni, umechoka sana. Maana kuna watu mtafika mbinguni, mtaomba maji ya kunywa kwanza, kabla hujaingia mbinguni. Umeteseka hapa duniani kuliko maelezo. Mimi ni mimi ni mimi sio hata sio Mungu, mimi sina shida. Mungu ameshanipa mamlaka. Mimi nimesema duniani nitatesa duniani nitamiliki na kutawala duniani nitaishi maisha ushini na mbinguni naingia. Maneno yangu ni magumu kwa sababu shetani na yeye. <coughs> Shetani, usimpe maneno malaini malaini, lazima umnyoshie maelezo. Kwa sababu shetani anajaye kuchakaga na yote. Eva alijaye Eva alijaye kuchakachaka na shetani, kapigwa chini. Unanielewa nacho kusema? Eva alicheza na nani? Na shetani akajifanya kwamba labda shetani shemeji yake. Akafuruwa shetani shemeji yake. E, anacheza cheza e, shemeji shemeji shemeji. Akafuruwa shemeji yake. Wapi? Kapigwa chini. Shetani sio babu yako e, yaani shetani sio shangazi yako. Hacheki na mtu. Hajawahi kuchagaga na mtu. Hajacheka na Eva, akampiga chini na Adam akapigwa chini. Usicheze na shetani. Daudi mwenyewe na anointi amepigwa mafuta mara ngapi? Mara tatu anapigwa anointi. Shetani, shetani ni shangazi yake, watu wameenda vitani ni shangazi yake. Wewe shetani sio babu yako wala shangazi yako wala, wala nani wako. Ghafla kavutwa na roho ya uzinzi kapigwa chini, hoja nazo zikisemwa. Shetani sio girlfriend wako, wala boyfriend wako, anakuja na sura unafikiri ndio unachekacheka naye namna hii. Hey. Suleman alichekacheka naye, kaoa wanawake 700, masuria 300, jumla wanawake 1000. Wewe, wewe, kuna mwanamume anaweza kaoa wana... kwanza tu hao wanaoa wanne tu, wale wengine wanaoa wanne tu. Shida. Hasa 1000 wapi buku acha <laughs> mchezo wewe Wanawake mia saba, mwanaume mmoja, wanawake mia saba, kachekacheka. Nafikiri shetani anachekacheka kache. Kache, pale mia saba, mwisho wa siku kapigwa chini, kaanza kuabudu miungu mingine, kaanza kufukiza uvumba kwa miungu mingine, kwa mashorethi kule. Shetani acheki sema, acheki yani shetani ana acheki na wewe. Samsoni na nguvu zake, tena anaua simba kwa mikono yake namna hii, chana chana simba ii. Wafilisti wafilisiye wakaja elfu moja akachukua taya taya la nini? La punda, piga elfu moja kwa mkono mmoja. We acha wewe, kuna mtu ana nguvu kama hiyo? Kuna mtu ana nguvu kama Samsoni? We una nguvu kama hizo? We mbona tu akikutisha unakimbia? Wow, mwenzako kapiga wanaume elfu moja wanaume mijitu tena, sio sio wanaume, wanajeshi wa Kifilisti elfu moja kwa mkono mmoja kapigana eh? Akakutana na Delila, anacheka cheka free, akafikiri shetani ni ka girlfriend yake, anaanza akachekacheka naye namna hii, uzikaondoka eh. Mpendwa, sisi kanisa, tusicheke na shetani. Uliokoka, usicheke na shetani, ama zake ama zako, atakumaliza. Atamaliza uchumi wako, biashara yako, kazi yako. Tunachotakiwa ni kuingia kwenye uwanja wa vita. Chochote alichoshikilia anaachia kwa jina la Yesu. Kama ni huduma, anaachia. Kama ni watoto, anaachia. Kama ni mke, anaachia. Kama ni biashara, anaachia. Kama ni huduma, anaachia. Sema amina kama wananelewa, cho kusema funga namna hii, na nikwambia, hujapigana vita bado, hujapigana vita bado, yaani hujapigana. Ukipigana utaona ushindi utaona ushindi kabisa. Na mimi nimeshauona ushindi na, na, na, na watu wameona ushindi, na wewe utaona ushindi. Nasema utaona ushindi. Mathayo 11:12 tumalizia hapo. Tuko kwenye tafsiri. Maombi, maombi ni nini? Sema maombi ni uwanja. Ehe, uwanja wa nini? Wa vita, vita vya kiroho katika ulimwengu wa roho. Tuko hapo kwenye hiyo. Ehe, endelea sasa usome Mathayo 11:12, ehe. Um, tangu siku za, Tangu siku tena, Tangu siku za Yohana Mbatizaji, tangu siku za Yohana Mbatizaji, Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu nao wenye nguvu huuteka. Hii ni kanuni na ita, mimi, Lubuva, nimesema, it is a survival for the fittest. Wale wasomi wanaelewa nini maana ya survival for the fittest, yani mwenye nguvu ndiyo atakaye. Na walifanya utafiti hivi wakasema, si walifungia si ni kuku si ni panya si ni nini Alafu wanawapa chakula kidogo, kwa hiyo wanapiga wengine, wanatulia hivi, wengine wanatulia, wanasubiri mpaka walishwe, wanasubiri waletewe, lakini ile yenye nguvu ndio inapambana, wanakula kinapigwa, wengine wanazidi kukondeana, wengine wanazidi kushiba. Mwisho wa siku wanakufa, wakabaki yenye nguvu. Tangu wakati Yohana Mbatizaji anahubiri ubatizo wa toba, anasema tengenezeni njia, anasema ni sauti ya mtu aliyenyikani akitengeneza njia ya Yesu Kristo kuja, ya Yesu Kristo kujitambulisha huduma yake. Wakati wana mbatizaji anahubiri ubatizo wa toba, kuanzia pale mapinduzi yanafanyika kwamba sasa ufalme wa Mungu utaishi kwa nguvu, nguvu, nguvu! Sema nguvu! Maanake watu wote wa ufalme wa Mungu wanaopambana kwa ajili ya ufalme wa Mungu lazima wauteke ufalme kwa nguvu. Sema mimi na kama unanielewa, haya ni maneno ya nani? Ya Yesu, kwamba sasa wanangu, ufalme huu unatekwa kwa nguvu, sio kwa mapambio. Ndio mapambio ni kutoa ibada kwa Mungu wetu, lakini unapokuja swala la kumiliki na kutawala napokuja swala la na kubarikiwa, napokuja swala la na, sisi tuishi maisha ya ushindi. Na mimi utafuta ambao nimeufanya iko hivi: wakati mtu anapoanza huduma anakuwa mfungaji sana, anasoma neno la Mungu sana, anakuwa mpambanaji sana, kwa sababu anapambana ili kitokee kitu. Lakini sasa yanapokuja mafanikio sasa, friji imejaa, gari yanalo, kila kitu kiko shwari, anapunguza mifungo anapunguza mifungo, anapunguza maombi, anaanza kuwa mtu wa mwilini. Shetani hapo ndo anapata kaga. Sasa ukishakuwa mtu wa mwilini Puh. Mimi kanuni yangu ninavyozidi kufanikiwa sana, ndivyo ninavyozidi kumtafuta Mungu sana, na mifungo inaongezeka. Kwa nini? Ninamjua shetani, akitaka kukushambulia, yani shetani wao aizi akaja hapa na kupiga haana uwezo huo kwa kuwa umeokoka unaye Yesu ndani yako, hana uwezo huo. Hebu muombe wenzako, shetani hana uwezo wa kukushambulia kwa kuwa umeokoka na una Yesu ndani yako. Wangapi wananielewa? Hicho kusema, anachofanya ni kukutoa kwenye uwanja wa vita vya kiroho katika ulimwengu wa roho. Wangapi wananielewa? Akitaka kukumaliza, anajua huyu akikaa kwenye uwanja wa vita sawa sawa sitamgusa maana mtu yoyote ambaye amekaa vizuri kwenye uwanja wa vita ase ndoa yako haiguswi watoto wako waguswi chumo wako hakigusa ni faya sema faya sema faya sema kama unanelewa hakugusi anaanzia wapi akija asubuhi una maombi ya morning glory akija usiku una maombi ya mkesha akija mchana una lunch yao anaanzia wapi bwana <laughs> Yesu asifiwe sana yaani anaanzia wapi kwa mfano anzia wapi kwa hana uwezo wa kukugusa. Shetani hana uwezo wa kukugusa ukiwa kwenye uwanja wa nini? Wa vita. Hana uwezo huo. Unanielewa? Na kwenye uwanja wa vita tunavaa nini? Makombati. Hakuna mtu anaenda kupigana vita na kimini. Hakuna mtu anaenda kupigana vita akiwa amevaa suruali, mkanda nje amepiga na tai. Hakuna <laughs> mtu namna hiyo. Anakukuta uko full combat wewe, ah, we. Sema amina kama unanielewa, sema amina kama unanielewa, sema kwa jina la Yesu, wiki hii navaa mavazi ya kivita full combat. Kweli utayavaa? Bwana Yesu asifiwe. Yani wiki hii tutajaza risasi, wiki hii tutabeba mabomu, wiki hii tutachukua mizinga, wiki hii tutavaa buti wiki hii, tutapiga makombati ya nguvu wiki hii, tutavaa kofia helmeti wiki hii, lazima kieleweke. Ni uwanja wa vita, ni uwanja wa vita, ni uwanja wa vita. Simama kwa miguu yako ino, mikono wako juu. Leo nimejenga msingi, kesho tutaendelea. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Naomba unipe neema ya kuingia ulimwengu wa roho, ya kuingia uwanja wa, wa vita vya kiroho katika ulimwengu wa roho. Sema eh, hey Yesu, ninajua ulishanibariki tayari. Sema eh, hey Yesu, niko tayari sasa kuingia kwenye uwanja wa vita, kupigana vita vya kiroho, kuchukua chochote cha kwangu kilichokusudiwa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Ziko baraka zimekusudiwa. Sema wiki hii sitamwachia shetani chochote. Ofisi yangu sitamwachia yeyote, sitamwachia yeyote. Sema nitaingia kwenye uwanja wa mapambano. Kazi yangu itakombolewa uchumi wangu utakombolewa. Mke wangu atakombolewa. O, mafanikio yangu yatakombolewa. Baraka zangu zitakombolewa. Kibali changu kitakombolewa. Fedha zangu zitakombolewa. Kampuni yangu itakombolewa. Sema itakombolewa. Yesu, ninaachilia nguvu ndani yao, nguvu ya kuteka mateka Nguvu ya kuteka mateka, nguvu ya kuteka mateka lepra katopa soprehende lika riando robo romozai. Asante roho Mtakatifu.